Usikate tamaa, usikate tamaa katika maombi. Hii video ni kwa ajili ya Wakristo, tuone jinsi Mkristo mwombaji anavyopambana vita rohoni na anavyoonekana akiwa rohoni, si jinsi anavyoonekana mwilini. Luka 18 mstari wa kwanza, Yesu aliwaambia wanafunzi wake, imepasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Hivyo Mkristo aliyeokoka sharti tuwe mwombaji na katika maombi yako hawezi kuomba siku zote pasipokuwepo na vikwazo vya kukuzuia katika kuomba. Kwa hiyo nini ufanye ili kwamba kuvishinda hivyo vikwazo? Tuone, tujifunze kupitia video pamoja na mimi. Katika ulimwengu wa roho, kanisa au mtu aliyeokoka huonekana huonekana kama ni askari wa Mungu, amevaa mavazi ya Mungu. Na hili ni kanisa katika ulimwengu wa mwili, lakini ulimwengu wa roho huonekana kama vile ni ngome kwa ajili ya mafunzo ya wanajeshi wa Mungu. Hio ko hapa wapo kanisani, katika ulimwengu wa roho wakijifunza neno, wakifundishwa namna ya kumtii Roho Mtakatifu, wakifundishwa namna ya kumfuata Roho Mtakatifu, wakifundishwa namna ya kuzivaa silaha kwa ajili ya kujikinga na hila za adui, wanawake kwa wanaume, pande zote wakijifunza hapa. Kanisani utakutana na vipindi tofauti tofauti kwa ajili ya kujifunza. sasa Akishajifunza munguumwamrisha sasa yeye mwenyewe kutembea pasipo kumtegemea kumtegemea mchungaji ama kumtegemea mleta katika okovu, kanisa lolote lile, mahali popote duniani. Hawa sasa wamekuwa wameku kiroho, sasa wameamrishwa na Mungu watembee. Ina maana wazidi kuomba siku zote, wala sikate tamaa, wala wasirudi, wasirudi nyuma wala wasirudi kuangalia mali, wasonge mbele wawe na tumaini moja tu la kufika mbinguni, wawe na kitu kimoja tu maombi, kuomba. Kwa hiyo wameamrishwa kwamba wasirudi nyuma, wapite katikati ya majaribu pasipokata tamaa. Lakini baada ya siku chache baadaye tunaona kwamba katika jitenda zao zote za kuomba, tunashangaa wengine wameanguka chini tena. Kwa hiyo wanaj... wa maskari wengi, na maana waombaji wameanguka chini ya utawala wa giza utawala wa shetani. Wana wameanguka wametekwa na majaribu adui, wametekwa wameshambuliwa na maadui wasioonekana kwa macho ya nyama, ambayo ni jeshi la shetani na mapepo yake. Hawa sasa wanazungumza Albert. nimeona wanajeshi wengi wakikimbia mbali, wakiacha maombi, tumaini la kwenda mbinguni, koli limetoka tena koli wengine pia wamedondoka chini, wametekwa, wako chini ya mikono ya maadui. Ina maana hapo mtu hawezi kuomba, anawaza uzinzi, anawaza mali, anasengenya, ndo kutekwa. Haiwezekani, lakini walikuwa wamevaa silaha zote kwa ajili ya kujikinga. Kwa nini sasa roho kumsikiliza? Maana wamekamatwa, kamatwaje? Waliacha, haina jinsi. Ndio maana kwa hiyo tunatembea huku tukiwa tunategwa na mitego ya adui. Hmm. Ni swali zuri. Ah, lakini mimi sitaki kuwa mtumwa wa Shetani bana. Sitaki tena kuwaza mabaya, sitaki kuwaza uzinzi. Naweza nikashindaje? Sitaki kuacha kuomba. Maana nikiacha kuomba nitakuwa mtumwa wa Shetani. Lazima nitapenda mambo ya dunia. Usiniulize mimi, usiniulize mimi maswali, muulize Yesu, muulize Roho Mtakatifu. Sasa tufanyeje? Ah, kwa kweli mimi nimechanganyikiwa. Nimechanganyikiwa hata mimi pia nimechanganyikiwa, ndugu yangu, tufanyeje? Ona ndugu zetu wengi wanarudi nyuma, tumekamatika maombi sisi, sasa hatuombi eh. Majaribu amekuwa ziki metukamata tunafanyeje, ndugu yangu? maombi amekuwa ni mazito. Ona ndugu zetu wengine wameacha njia, wengine wameacha, lakini Yesu anasema tusikate tamaa hata kama tukiona wenzetu wameacha maombi, wameacha makundi ya maombi, wameacha kanisa, wameacha kuomba, si tusikate tamaa Colin, lazima tumwamini Yesu na tusikate tamaa, tuendelee kusonga mbele, tuendelee kusonga mbele katika maombi, tuendelee kusonga mbele. Sauti ya roho mali kasikike, na mwambie Albert, Albert hawezi kuwa mahali hapa siku zote, hawezi kukaa kwenye kutokuomba. Lazima muendelee kuomba, lazima msonge mbele katika kuomba. Msikate tamaa, endelea kuikuza imani yenu. Msitishwe na majaribu, msitishwe na dhiki, msitishwe na maneno. Roho Mtakatifu ananiambia kwamba tutoke hapa kwenye kuto kuomba, tuanze kuomba, tusikate tamaa, tujilazimishe kweli, tusonge mbele, songe mbele, tusikate tamaa ndugu yangu eh. Songe mbele, usikate tamaa, tusonge mbele, unasikia, usikate tamaa. Tusonge mbele. Uko tayari tusonge mbele? Mm, niko tayari. Ila kiugumu ugumu niko tayari. Kwa wakaanza kusonga mbele japokuwa na majaribu mengi. Na maana kutembea hivyo kukimbia ni maana yake kiroho sasa ni kuomba. Kimwili maana mtu anapiga ma, watu anaomba. Kwa hiyo mtakatifu anaweza kuambia endeleeni kuomba, endeleeni kusonga mbele. Msirudi nyuma, msiache kuomba. Msiangalie ya mwilini. Msiangalie mioyo yacha. Msiangalie wale wale mliwaacha nyuma. Msiangalie wale anguka. Endeleeni kumwamini Mungu, endelee kumwamini Yesu. Ipo siku mtashinda, msikate tamaa. Wakaendelea kuomba, lakini ikafikia wakati sauti za shetani zikaanza kusikika katika mawazo yao. Na maana watu wanaoomba, unapoomba, hauwezi ukaomba tu kwa raha siku zote katika maisha yako mpaka unakufa. Pana lazima ukutana changamoto. Kwa hiyo watu wameomba, wameomba, ikafikia wakati shetani akaanza kunong'oneza katika mawazo yao, oh, tumeomba sana lakini sasa hatupati, hatupati majibu hatupati kile tunachokiomba, bora tuache, wenzetu wengi waliomba. Hizo ni sauti za Shetani, ndio maana sauti za nyoka zinasikika zikiwazuia wasiendelee kuomba. Kweli wakasimama, waka, waka, waka shindu, na maana wakaomba wakashindwa tena kuendelea na kuomba, sauti zao wakawa wanaambiana ni sauti gani hivi? Sikia ugumu kweli, yaani kuomba, naona kama vile Mungu hanijibu. Hasa hiyo mishale, hiyo mishale ndio hayo mawazo sasa yanawapiga ya kuacha kuomba. Mala nasikiliza usingizi, mala e, mala nasikiliza uchovu, wakati mwingine magonjwa tu yanawazuia wasiendelee kuomba. Hiyo ni mishale ya maadui. Mwana sasa Albert akasema lakini tumekaa tumekaa, nadhani sehemu ambayo ni si nzuri, maombi yetu hayatutoshi. Lazima tuombe kinga kutoka kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akawapa kinga, ina maana yale mawazo yakashindwa kuwashambulia. Mona, yale majaribu ya shetani, mawazo mabaya ya kutaka kuacha kuomba, ile mishale ikawafunika, wakayashinda yale mawazo. Lakini sasa nguvu za sa kuendelea kuomba bado hawana, kwa sababu maadui wanaendelea kuwashambulia na hawawaoni, sasa maadui wanawashambulia. Muona. Wao wakamwomba Mungu awafungulie macho ya rohoni. Hiyo binduki ni sana macho ya rohoni. Hiyo prayer gani? Ambayo hiyo wakaichukua wakaipiga kwenye giza kule, ndio kuonekana. Inamaanisha macho ya rohoni. Mungu akawapa macho ya rohoni wakaona maadui zao wanavyowashambulia. Kumbe ni shetani, majeshi yake wanavyowashambulia. Kwa hiyo baada ya kuona, wakaanza kuwaombea na kukemea hayo manne hayo mawazo, kwamba ni, wakagundua ni mawazo yanayotoka kwa shetani, mawazo ya kutokuomba, mawazo ya kurudi nyuma, mawazo ya kuwaza pesa, mawazo ya kuwakumbuka ndugu zao waliorudi nyuma, mawazo ya kukata tamaa, mawazo ya kuwaza watoto, mawazo ya kuwaza ndugu zao wote, wakayakemea na kuondoka. Mwona. Kwa hiyo baadaye maadui walipogundua kwamba wamegundulika, wakakimbia. Kumbuka, ni macho ya rohoni, sio unabii. Macho ya rohoni, tofautisha unabii na macho ya rohoni. Kwa hiyo mapepo yote akakimbia, lakini mapepo alipokimbia, si kwamba ndo wameshinda vita, hapana, wa ngazi. Wa ngazi ya kwanza wameshinda katika kuomba. Kuna ngazi, ngazi ya kwanza wameshinda, sasa wanaelekea ngazi ya pili, nako kuna majaribu mengine. Unaona, hayo ni macho ya rohoni, kwa hiyo hizo binduki hizo binduki unazosiona ni sawa na maombi, yaani nguvu za maombi zinavyoweza kuondosha maadui. Baadaye tumaini mionimoli kaja, wakaanza kujiona wepesi wa kuomba, ile nuru ile wepesi wa kuomba na tumaini sasa, kwamba kumbe inabidi tuendelee kuomba mpaka tufikie kukiwango kile cha maombi. lakini kale inavyoendelea kusonga mbele, si kwamba maadui hawapo, wapo tena wakiwasubiri maadui tena wa aina nyingine, majeshi ya pepo wabaya. Fuatilia sehemu ya pili ujue ni nini walichokutana nacho huko mbeleni, ma, mapepo ya aina gani waliopambana nayo na walishinda shindaje. Subscribe, share na kucoment, shirikishana na ndugu zako, pengine wengine wako kwenye shida za kuomba, za kutokuomba, wanashindwa shindwa, shindwa. Wavushe. Karibu.